Hivi majuzi ulimwengu uliadhimisha siku ya kimataifa ya kukabili majanga kote duniani. Hata hivyo, ni kama Kenya inaendelea kupiga hatua nyingi kurudi nyuma. Mataifa yalipokutana mjini Sendai, Japan, yalikubaliana kuwa na mpango wa kutoa tahadhari mapema na kupunguza athari za majanga kufikia mwaka wa elfu mbili thelathini. Kenya ilikuwa kati ya mataifa yaliyoidhinisha makubaliano hayo yakijulikana maarufu kama Sendai Framework. Makubaliano hayo yanalenga ya kupunguzia kwa kiasi kikubwa athari za majanga, kupoteza maisha ya watu, mali zao, afya, uchumi na mazingira yao kwa jumla. Wakati mataifa mengine yakiwa yamepiga hatua katika kuyafikia malengo hayo, hapa Kenya haijulikani ni jinsi gani tutawasaidia mamilioni ya watu wanaoathiriwa na wa kiangazi kume alama kumi na tano. Hivi majuzi ulimwengu uliadhimisha siku ya kimataifa ya kukabili majanga kote duniani. Hata hivyo, ni kama Kenya inaendelea kupiga hatua nyingi kurudi nyuma. Mataifa yalipokutana mjini Sendai, Japan, yalikubaliana kuwa na mpango wa kutoa tahadhari mapema na kupunguza athari za majanga kufikia mwaka wa elfu mbili thelathini. Kenya ilikuwa kati ya mataifa yaliyoidhinisha makubaliano hayo yakijulikana maarufu kama Sendai Framework. Makubaliano hayo yanalenga kupunguza kwa kiasi kikubwa athari za majanga, kupoteza maisha ya watu, mali zao, afya, uchumi na mazingira yao kwa jumla. Wakati mataifa mengine yakiwa yamepiga hatua katika kuyafikia malengo hayo, hapa Kenya haijulikani ni jinsi gani tawasaidia mamilioni ya watu wanaoathiriwa na kiangazi. Tumekuwa nchi ambayo kukinyesha ni laana na kuikosa kunyesha na kukikosa kunyesha ni laana pia. Miaka miwili iliyopita, mvua ndogo ilionyesha ilisababisha vifo vya zaidi ya watu hamsini katika kaunti ya Pokot Magharibi. Jijini Nairobi na katika maeneo ya pwani, mijengo ilianguka, kuta zikaporomoka na kujeruhiwa au kuua watu kati ya mikasa mingine. Kenya ni nchi ambayo viongozi wake na watu waliopewa jukumu la kuunda sera za kuwalinda wananchi dhidi ya majanga huidhinisha ujenzi bila kujali ubora wa vifaa, kanuni za ujenzi, na hatimaye watu huangamia kwa kuangukiwa na majumba hayo, kama ilivyokuwa siku chache zilizopita katika kaunti ya Kiambu. Kufikia sasa tunapoadhimisha siku hii, hakuna taarifa rasmi ya wizara ya ujenzi kuhusu kilichosababisha jumba hilo kuporomoka. Hakuna taarifa kuhusu hatua alizochukuliwa mmiliki wa nyumba hiyo, mkandarasia, au maafisa wa serikali ya kaunti ya Kiambu wanaosimamia mipango ya miji. Kama majanga yanayoweza kuzuiwa yametushinda, haitarajiwi kwamba tutakuwa na maarifa ya kuondolea balaa la hasara. Maelfu ya wafugaji wanaopoteza mifugo yao kupitia kiangazi, ukame si hali ambayo watu huamka asubuhi tu na kuikuta, kama unavyomea uyoga. Ni ukavu unaoanza polepole, ilhali serikali ina idara ya kukabili majanga. Bado kuna wizara zinazohusika na maeneo kame, mifugo, unyonyizaji na kadhalika. Wizara hizo zimetengwa ingewa mamilioni kwenye bajeti iliyosomwa mwezi Juni mwaka huu. Pesa hizi hazitarajiwi kuwa hazitarajiwi kuwa za kutatua shida ya kiangazi. Kama ilivyo kwamba kinga hushinda tiba, serikali kupitia wataalamu wanaolipwa mamilioni kwa mwaka ingetambua tatizo la kiangazi na kujiandaa, badala ya kushinda ikilaumu mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuwa Kenya imeshachelewa, kilichobaki ni kuokoa maisha ya wanaokodolea macho mauti kutokana na kiu na njaa za makubaliano yaliyoafikiwa katika mkutano wa Sendai. Um, makubaliano ilikuwa ni kwamba kutoa tahadhari mapema na kupunguza athari za majanga kufikia mwaka wa elfu mbili thelathini. Jibu liko katika aya ya kwanza. La pili, taja athari za majanga ambazo makubaliano hayo yanalenga kupunguza. Alama tano, hivyo lazima uwe na hoja tano. Kupunguza athari za majanga. Pili, kupu, uh, kupunguza athari za kupoteza maisha ya watu. Kupunguza athari ya kupoteza mali. Kupunguza athari ya kupoteza afya. Kupunguza athari ya kiuchumi na mazingira. Hoja zako lazima uanzie kupoteza, kuna kitenzi pale kupoteza, kuharibu na kadhalika. Nchi ya Kenya haijapiga hatua kukabiliana na kiangazi, thibitisha. Wewe unafaa utoe maoni yanayosema kuwa Kenya kama nchi haijaweza kupiga hatua katika kupingana na nini? Kiangazi tunaona um, kwamba haijajitayarisha kwa sababu A, kuna utepetevu kazini, kwamba kuna idara za kukabili majanga haya a, lakini bado unapata kwamba hata pesa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye bajeti hazitarajiwi kuwa za kutatua shida ya kiangazi hivyo mm. Badala yake tunaona mabadiliko yakilaumiwa kwenye tabia nchi, climate change kwa nini viongozi wanaunda sera za kuwalinda raia dhidi ya ujenzi nchini, wa nyumba nchini wanaelekezewa lawama? Lama mbili. Katika aya ya tatu, tunaona kwamba wanaelekezewa lawama kwa sababu wanaidhinisha ujenzi bila kujali ubora wa vifaa, kanuni za ujenzi na hatimaye watu wangamia kwa kuangukiwa na majumba hayo, hivyo kuna utepetevu pia pale Hinga. Ni bora kuliko tiba. Eleza serikali yetu inavyopaswa kufanya kukabiliana na kiangazi mm. Mwanzo labda ni kujiandaa mapema. Jambo la pili wanaweza kufanya unyunyuziaji irrigation na miti na kadhalika, na msamiati iliyotumiwa katika kifungu, kiangazi, na maana ya kwamba jua jingi linalofanya pawe na ukame. Mkandarasi ni mtu ambaye amepewa kazi ya kufanya mradi fulani, contractor.